Mojawapo kati ya matukio ambayo yanakuhuzunisha sana na yanakumbukwa na wapenda soka wengi sana nchini Ujerumani ni tukio la golikipa wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani na mlinda lango wa timu Hannover 96, Robert Enke, ambaye golikipa huyu alikuwa anaaminiwa sana, lakini nje ya uwanja wanasema ni golikipa ambaye alikuwa ni mshauri mzuri sana pale ambapo unaenda na matatizo. Alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kushauri na akakusaidia hata kuweza kutatua baadhi ya matatizo ambayo yeye alikuwa na uwezo wa kuyatatua kwa hiyo wenyewe wanasema hakuzaliwa tu kuwa mchezaji bali alizaliwa pia kuwa kiongozi pamoja na mshauri. Lakini kitendo cha kushangaza ni kwamba golikipa kipa huyu alikuwa ana depression, ila hakuwahi kumwambia mtu yeyote na aliendelea kuishi na depression hiyo. Wakati timu ya taifa ya Ujerumani inajiandaa kwenda kucheza michuano ya kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi pale nchini Afrika ya Kusini, Robert Enke alikuwa ni kati ya magolikipa ambao walikuwa wanazungumzwa sana kuelekea katika mashindano Haya, na ni golikipa ambaye Joakim Low kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani alishasema anamtegemea, lakini kabla ya kombe la dunia miaka miwili nyuma, uh, Robert Enke alipoteza mtoto wake kwa ugonjwa wa moyo, mwanaye anaitwa Laura, wa kike. Kitendo kile kilimfanya Robert Enke kujisikia vibaya sana, lakini aliishi katika depression baada ya pale, ila hakuwahi kuonesha chochote. Alikuwa anapambana depression yake mwenyewe ndani kwa ndani, baadaye akafanikiwa na mkewe akaadapti mtoto mwingine wakawa wanamtunza, lakini walifanya kama ni mtoto wao. Ila mwamba hakuwa sawa kabisa, bado ile depression ilikuwa inamsumbua. Lakini akikutana na watu alikuwa anaonyesha kwamba yuko sawa na hana tatizo lolote. Lakini tarehe kumi na moja mwezi wa kumi mwaka 2009 ni siku ambayo wapenda soka nchini Ujerumani hawisahau, kwa sababu ni siku ambayo Robert Enke alipoteza maisha, lakini kwa staili ya tofauti. Inasemekana kwamba Robert Enke usiku alikunywa sana pombe akiwa nyumbani kwake. Baadaye hakuaga aliondoka tu, lakini asubuhi taarifa zilikuja kusambaa kwamba amepoteza maisha. Alipotezaje maisha? Wanasema alienda kusimama kwenye ile reli ambayo inapita treni ya mwendo kasi na treni ikaweza kumpitia kwa hiyo akapoteza maisha . Yaani alikufa kifo ambacho kilikuwa ni kigumu mno, lakini ni depression, depression ambayo ilikuwa inamsababisha, na depression kubwa ilikuwa ni kumpoteza mwanaye Lora ambaye alifariki kwa ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo baada ya tukio lile vitu vingi sana kwenye mpira pia vilikuwa introduced cha kwanza ikiwemo watu kuweza kuangaliwa sana kuhusiana na magonjwa ya akili. Lakini wataalamu mbalimbali waliajiriwa kwenye timu na wana saikolojia waliajiriwa kwenye timu, pale ambapo mchezaji atapata tukio ambalo linaweza kumfanya akawa nafikiria sana, au ikamfanya akawa abnormal, basi watu hao waliajiriwa special na timu kwa ajili ya kufanya mambo hayo. Lakini watu hao wote ajira yao ilitokana na Robert Enke ambaye alipata depression na kuweza kuenda kujiua kwenye reli ambayo inapita treni ya mwendo kasi.